Yes, mambo vipi, inaitwa na Navigator Chinduli na sasa hivi ni jioni, bado tukiwa katika jiji la Tanga. Nataka nikuoneshe evening vibe ama nightlife ndani ya Tanga inakuwaje, so ungana nami mpaka mwisho tukiendelea ku explore in details. Na hapa nipo katika mtaa um, wa Mkokwani ya Mkokwani, yeah. huku upande wangu wa kulia unaweza kuona huo ni uwanja wa Mpokwani na kushoto nah, nah, nah, uh, kushoto ni hapa ni vunja bei na abudbas Yeah, so tuende tuone jioni vibe ile inakuaje ndani ya Tanga. Mm. ya Yeah. Chamsingi sasa kusubscribe, like, comment na kushare ili tuzidi kuwa wengi zaidi. Yeah, hii ni Tanga na hii sasa hivi ni jioni. Mishale ya saa 12 kuelekea saa moja. Yeah. Katika jiji hili la pwani ya kaskazini mwa Tanzania, Dar es eh, Tanga. Tanga, Tanga, Tanga, Tanga. Yeah, mji wa Waswahili do so, tuone jioni vibe vaibu linakuwaje, uh, night life ama evening vibe katika jiji hili la Tanga ikoje, ipoje so. hmm. <coughs> yeah. naeza ukaona hapa ni maeneo ya Mpokwani stadium Tanga, ah. Yeah. Tanga bwana inasifika kwa vyakula vitamu na vya asili. Sasa tunataka tuone kama hivyo vyakula vitamu na vya asili tutavipata. Wanasifika kwa uwikaji wa chapati eh, Fine chapati s yes. Tanga wanasifika kwa, kwa chapati hizo so, na wenyeji wangu wameniambia zinapatikana barabara ya, sa ya kumi na saba, kumi na tano maeneo hayo hapo, ndo naweza nikapata semi refined multilayer chapati, na nambazi za kutosha na mambo mengine kama haya, yakitangatanga chai nzito, chai ya viungo vingi, wenyewe wanaita sio chai ya majani tu eh, ya. So twenzetu tuweze kuona iviibu hiyo kama tutayaona hayo, au itakuwaje, tusipofanikiwa kuyaona pia sio mbaya, lakini nataka nikuonyeshe tu view ya ya Tanga jioni y yeah. Chamsingi, subscribe like, comment na share, tuendelea na ziara zetu hizi yeah, za Tanga, na hapa niko Mkwakwani, unazokaona hii street Mkwakwani yeah. hii barabara haiingizi inatoa tu barabara ambayo inatoa yeah hizo kaona, hizo kaona mitaa ili kuambia Tanga imepangwa kwa mitaa na sasa hivi ni jioni unaweza kuona jiji limeanza kuwaka. Uh, utakubaliana uta, uta na mimi kwamba kweli Tanga ni siti ni, ni ya mitaa hivi, ni vaibu ndani ya Tanga. Tanga ni tofauti na majiji mengine mengi kwa sababu Tanga ni mji ambao watu wake wamepoa na wametulia, kwa hiyo hakuna rapsha rapsha hata muda hii ya jioni. Kikubwa utakachokiona ni watu wakiwa wametulizana majumbani mwao, e, nyumbani kwao na wakipata chai wengine, wengine wakiwa wanatoka kusogea barabarani maeneo haya ya barabara za namba huko uh-huh, nako wakienda kupata chai na vitafunwa vidogo vidogo mara nyingi usiku hupendelea vyakula hivyo vya chai, labda pengine na, na vitafunwa vyake chapati, mbazi. Kwa hiyo sio jiji ambalo utakutana na zile vibe za disco. Watu wake sio watu wa kasikasi wakwenda disko au e, watu kama watu wa Dar es Salaam, labda pengine amna. Huku ni maisha ya Kiswahili, utamaduni wa Mswahili. Mara nyingi utawakuta nyumbani wakiwa wametulizana adahivi arii. Kwa hiyo hiyo ndo distinctive picha ya Tanga, Picha ya Tanga kutofautisha na majiji mengine. Kwa hiyo hii ndio jioni magharibi hapa, kama unavyoweza kuona na watu wakiwa sasa wanaelekea nyumbani kwao, wakaona na bado nipo katika mtaa huu wa Mpokwani ya so, ale nipo katika mtaa wa Mpokwani. Ukiendelea okay, na mambo mengine ya kuiangalia Tanga usiku ama jioni tunakuwa so maezo ukaona munie gani kume imetulizana jinsi gani Tanga? Katika ratiba zako za kutembea, kama una ratiba za kutembea katika miji na majiji makubwa ya Tanzania, basi usiiache Tanga kwa sababu Tanga inakupa vibe eh, uh -huh. ambayo majiji mengine hayawezi kukupa so ndio maana na kurikomandi usiweze kuiacha kabisa Tanga yeah. Hapa sasa tunaingia katika barabara ya saba. uh -huh. Barabara ya saba, naweza kuona Swahili street zinavyoonekana hapa ba ni barabara ya saba ni wakati wa swala ya magharib. Kama tulivyokuambia katika video zilizotangulia Tanga jiji e, majority ni waislam muslim society He, lakini minority ni Wakristo kwa sababu pia Ukristo uliingia hapa mapema kupitia bandari, kama ilivyokuwa Uislamu uliingia mapema kupitia bandari. Jioni kama nilivyokuambia, kahawa inanyweka sana katika jiji la Tanga. Eh, unaweza kukutana na restaurant nyingi na mikahawa mingi ambapo watu wakiwa wanapata kahawa hapa na pale, so ni mji ambao jioni hizo ndo harakati zake yeah, na mambo mingine <clears throat> So hilo ndo vibe la jioni katika jiji la Tanga, unaweza kaona kuna hakuna rabsha rabsha nyingi ha, ha, ni watu tu wakiwa wanaelekea nyumbani kwao wow. Yeah. Na umekwambia jioni, watu wa Tanga hupendelea sana kunywa chai ama kula vyakula laini Yep. Kwa ndio maana utaona uh, futari zinauzwa sana jioni uh, na hii hapa ni soko la matunda hapa, lakini pia maandazi, chapati na zinauzwa sana jioni. Hiyo ni kutokana na wenyewe wamezoea hivyo. Ya, yeah. Kama we mwenyeji wa Tanga, unaweza ukaniandikia hapo vichochoro hivi vyote eh, barabara hizi na mitaa hii yote ambayo, ambayo ninapita inaitwaje? Niandikia hapo chini kwa sababu mi mwenyewe ni mgeni. Ya, yeah, salaam aleikum ili tuweze kufahamu kwa kwa pamoja yeah. Yanga imeendelea ama haijaendelea, ita comment ina depend na wewe, una define vipi development ya kwa sababu development ni ni large scope ha, ina mawanda mapana nikapakubwa, kila mtu anajidefine kivyake. Wengine development ni kuweza kupata hela ya kula na sehemu pa kulala, basi ni development. Wengine development kununua gari, wengine development kugundua Uh, UG technology and innovation. Wengine technology kufanya hili na lile uh, development kufanya hili na lile. Sa, swali hilo mimi usiniulize kwa sababu kila mtu ana definition yake ya maendeleo na hakuna dhambi, kama ilivyo kwenye umasikini. Umasikini kila mtu ana definition yake. Eh, definition ziko nyingi. Kwa hiyo kama wewe unaamini vipi kuhusiana na jiji la Tanga, imeendelea ama haijaendelea, hiyo utakuwa na hizo ni opinion zako na perception yeah. Kwa hivyo kwa sababu hiyo ni eh, a big concept, tunapozungumzia development ni concept pana yeah. Kwangu mimi ninaweza nikaiweka jiji la Tanga kama ni developing city, jiji ambalo linaendelea kukua na kuendelea yeah. kukua na kuendelea kwa sababu maendeleo ni mm dhana -hmm, pana ambayo ni mchakato wa muda mrefu, si dhana la muda mfupi. Lakini ukiniambia kama wanahitaji kufanya nini, mimi binafsi sio muumini sana wa skyscrapers na high rising building. mimi ni muumini wa miji ya asili so wao wanachotaka kufanya ni kupreserve the city, kufanya mji huu huu hivi hivi ulivyo uwe potential, kama hivi, watu wanakuja wanatembea, na ndio maana miji kama vile London, uh, Barcelona, Gibraltar uh Granada Andalusia Kosevia ni miji ambayo haibadiliki, iko vile vile karne na karne. kutokana na nini? Wana preserve their culture y yeah. Ukienda Barcelona, kuna historia pana sana ya mji huo wa Barcelona, sio kama wao waoni hizi modern building, lakini wanachokifanya wana preserve their culture na unaona watalii wengi wana, wanafika. Kwa hiyo miji hii ya pwani, mimi nikishauri ni kwamba iwe ni urithi wetu kwa hiyo miji kama vile Lindi, Mikindani, Kilwa, Unguja, uh, Bagamoyo, uh, isibadilishwe isipokuwa tu iwekewe miundo mbinu faafu za watu kuishi kama vile barabara kama hizi za mitaani ya na mambo mm, ya msingi, lakini isibadilishwe ikafanywa miji ya kisasa kwa kubomoa nyumba. Hapana, iachwe hivyo ili iweze kutambulisha uswahili wetu. Ndio maana utaona mji mkongwe ni mji ambao unatembelewa sana, kwa sababu haujabadilishwa isipokuwa tu umeokewa, umeokewa, ume... Hey, mambo vipi? Huu ndo mtaa gani unaitwa? Barabara ya kumi na tano, sawa. Wasalimie, unaamb Hawa si so Wanatanga, watu wa duniani kwa ujumla. Kwa wote. Kwa wote. Wote Tanzania nzima. Eh, Nawakaribisha mwakaribisha, nawakaribisha, mwambie sasa. Wakaribisheni Tanga. Ah, jamani tunawakaribisha Tanga. Barabara 15. Eh, kunapatikana nini barabara hii? Kuna kunatikana kama mapumba tu vya kuku, maharage hapa <laughs> mbazi za kutosa na patata mbazi za kutosa yeah, zile zinawekwa kwenye mfuko, mbazi zimeshapikwa. haya ha, ha, asante ha. wewe unaweza kaona ni wenyeji wa, wa jiji la Tanga wakinionyesha hili na lile nikijaribu kuwauliza maswali, kama kwa hiyo ndio nilivyosema kwamba miji e, ipreserve ili izidi kuvutia watu waweze kutembelea, susi ibomoa kwa sababu ina ina inawakilisha ina presenti eh, hey. YouTube YouTube, ah ina preserve ee, na inawatambulisha inatambulisha, inatambulisha ule utamaduni wa Mswahili. Kwa hivyo mimi, ukiniambia ni shauri, nitashauri hivyo kwamba miji isibomolewe ikafanywa eh, modern cities, isipokuwa tu iwekewe miundo mbinu mizuri ya kuweza kufikika na watu waweze kuhu, na watu waweze ku kuitembelea, yeah. Basi ndo hivyo yeah. Hiyo ndo night life ndani, ndani ya jiji la Tanga, ya yeah. Ntokaona hii hapa ni Pangani Road na hivi ndio vibe li, li, li, linavyokuwa nyakati za usiku yeah. Kama nilivyokwambia, uh, chai zinauzwa sana kwa sababu watu wa Tanga usiku wanapendelea kunywa chai uh, na chapati maybe, mandazi na uh, vitu vingine kama hivyo, so karibuni Tanga uh, mweza kufurahia

Hapa ni kwa barabara ya 17 ndivyo inavyoonekana nyakati za usiku yeah. Yeah, unaweza ukaona watu wakiwa wanaendelea kuuza na kununua hili na lile, hapa katika mitaa hii hapa ya barabara ya Pangani, na katika hizi za usiku, naona vitafuniwa ambavyo nimekuambia, wapo hivyo, watu wanakunywa chai. Good life, enjoy good life here at Tanga pia wanauzwa yeah. So hizo chapati ambazo nimekuambia ni peji 8. Utaona this is Tanga. Huyu na hii ndio night vibe ndani ya jiji la Tanga. Ionaje nightlife katika jiji la Tanga niandikia hapo chini kwenye comment, nami nitapita na comment yako bila shida yoyote ile ya yeah. Naitwa Navigator vigeta Chinduli, ilikuwa poa sana katika jiji hili la Tanga. Tukutane wakati mwingine na sijajua tutakuwa wapi, lakini usisahau kusubscribe, ku like, ku comment na ku share. Hala.